Uh, kwa majina naitwa Songo Daniel ni diwani wa kata ya Kisawasawa halmashauri ya mji wa Ifakara. Uh, leo tumeweza kupata maafa makubwa kutokana na mvua zilizoendelea kunyesha, maafa makubwa. Tulikuwa tuna daraja hapa limeweza kuondolewa, daraja la msingi sana, daraja la muhimu, kwa sababu lilikuwa likipitisha wananchi, likipitisha mazao, likipitisha wanafunzi. Kwa mfano leo hii wanafunzi wameshinda kwenda shule kutokana na kung'oka kwa daraja hili lakini pia miundombinu ya maji pia imeweza kung'oka kwa sababu ilikuwa ikipita kwa daraja hili lililojengwa kwa nguvu za wananchi. Hivyo kipekee kabisa, ninaomba msaada kwa halmashauri ya mji wa Ifakara, hususani kwa kitengo cha TARURA kuweza kutuangalia kwa fedha za dharura kuweza kutusaidia kujenga hapa. Lakini sanjari na hivi pia tunaona kumetokea maafa makubwa mvua hii hii, lakini si kwa mto huu Ichonde, kwa mto wa Kisawasawa Umeweza kubomoa ngema, lakini pia maji yameingia kwa watu, watu wameweza kupoteza mali zao, vyakula vimeharibika. Kwa hiyo kipekee kabisa, niombe halmashauri, pia niombe watu wenye moyo safi, wadau mbalimbali, waweze kuona ni kwa namna gani wanasapoti jamii ya wana Kisawasawa waliopata maafa haya. Asante sana. Kwa majina, naitwa Stumai Kasim Maina, mwenyekiti wa kitongoji cha Sogea mbele. Kuna daraja hapa tulitengeneza kwa nguvu za wananchi. Leo ili daraja limetoka, kwa hiyo na watoto wengine hawakwenda shule, na wengine hawavuki kwenda mashambani. Kwa hiyo adha kubwa tumeipata. Tunaomba watu mtakao tusikia kilio chetu mtusaidie sisi wana kitongoji cha Sogea mbele kutokana na maafa haya. Kwa majina mimi naitwa Bwana Hassan Omar Liasato, ni mkazi wa kitongoji cha Sogea mbele. Ni kweli tumeathirika sana kutokana na mvua iliyonyesha kwa usiku wa jana kwa mkia leo. Tulikuwepo tuna daraja letu hapa limebomoka lime, na hicho kimekuwa kikwazo kikubwa na tatizo kubwa, kwa sababu maeneo haya sehemu nyingi kutoka upande wa kijijini ndiko wanategemea kupitisha mazao yao hapa, lakini kutokana na mazingira kama haya imeshatukwaza na hatuelewi nini cha kukifanya, isipokuwa sasa tunaomba serikali tusaidie ili tuliweze kulirudisha daraja katika mfumo wake na watu waendelee na shughuli zao za kila siku za kilimo na kupitisha mazao, na hata hivi sasa hivi watu mashambani hawaendi kutokana na mazingira ya daraja, na watoto vilevile inawasumbua vilevile, kwa sababu hakuna sehemu nyingine ya kupita, ni eneo lenyewe ndilo hilo, na daraja limetoka na maji yenyewe. Kama mnavyoona mazingira yalivyokwepo, sehemu yote imekwisha kuwa tambarare, hakuna sehemu ya watoto wanaweza kupita tena. Kwa hiyo kilio chetu sisi sana, sana. Kwa sababu nguvu zenyewe zilikuwepo za wananchi na wananchi wenyewe sasa hivi wapo katika kipindi cha kilimo, wamekwisha choka sasa, kumpeleka tena kuja kumshindisha hapa ndio atafanya kazi, lakini hata kuwa katika ubora wake, isipokuwa tunataka nguvu tusaidiwe, ili tuweze kufikisha, tuirudishe huduma katika utaratibu wa kawaida. Kwa majina, naitwa Juma Rashid Vilima, mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Ichonde. Njia nyepesi ya kukatiza ili kufika shule yenye usalama lakini sasa daraja ilivyovunjika imekuwa ngumu kutoka watoto kwenda shule. Kwa maana hiyo, naomba serikali ya serikali ya halmashauri mji wa Ifakara watusaidie kujenga lile daraja na wadau mbalimbali, Mheshimiwa Mbunge Abubakar Yasenga na watu wengine wote, ili ili daraja lijengwe kwa haraka, wanafunzi na watu wote, wananchi wote kwa pamoja tuweze kuvuka daraja hilo, maana ni daraja muhimu, wanafunzi wanapita kwenda shule na wazazi wanakwenda shamba na mazao mbalimbali mbali yanapita kwenye daraja hilo. Kwa hiyo kuvunjika kwa daraja hilo kwa kweli limetuletea shida nyingi. Kuna njia hatarishi ambayo watoto wa shule wanapita ya daraja la reli. Daraja, kwa kweli njia ile sio nzuri kwa watoto wetu, ndio maana tegemea sana ili daraja ambayo limeng'oka na mvua kubwa ambayo ilinyesha usiku kwetu tunaomba mtusaidie kwenye hili kwa usalama wanawetu pamoja na jamii.